Mtazamaji wa Clouds TV niko jijini Dodoma, makao makuu ya nchi, ambapo hapa tunakutana na makundi mbalimbali mbali ya Watanzania ambao wanaishi katika jiji hili, lakini wanaendelea kujishughulisha na shughuli mbali mbalimbali za kulitumikia taifa, lakini pia kujiletea maendeleo. Huu ndio mwezi wa kumi, wenyewe wanasema ni Oktoba eh, katika kipindi kizima cha mwaka huu 2025 tumekuwa tukizungumza habari za mwezi Oktoba, tunamaanisha mwezi wa uchaguzi. Siku kadhaa zimesalia kufika katika siku ya uchaguzi mkuu, ambapo Watanzania watatumia nafasi yao na haki yao ya kikatiba kupiga kura, kuwachagua viongozi watakaowatumikia katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Hapa tutakwenda tuta kuzungumza na wananchi wa jiji hili la Dodoma na leo tunajikita katika kutazama ni kwa namna gani wamejipanga kuelekea uh, kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi ifikapo tarehe ishirini na tisa. Mimi naitwa Agustino Kihombo, ambatana nami kuelekea mtaani, tuzungumze na vijana lakini pia tuzungumze na wanawake, tuzungumze na wazee. Naitwa Msafiri Rajabu Mdudi, mkazi wa Dodoma mji mpya. Kuelekea kwenye uchaguzi ni Kuomba Mungu tu, uchaguzi uende salama na sisi tuko tumeshajipanga kwenda kupiga kura kama kawaida. Wewe viongozi waweza kutusaidia katika taifa letu, naona bwana, maendeleo tumeyaona na tunataka maendeleo yaendelee zaidi ya hapa yalivyo, hakuna kingine zaidi ya hivyo. Naitwa Mr. Salim Ali Athmani Kajembe. Mimi naifahamu Dodoma kuanzia mwaka sabini na moja chafu Dodoma haina kitu Dodoma, barabara moja ya Kondoa lodi hamna, sehemu yote akwenda Mungu ukija, hamna kitu maili mbili polini, eliasii polini ya, polini nafahamu fika, lakini maendeleo aliyotuletea bwana mkubwa, tunashukuru Mungu. Mji wa serikali ndio ule pale, unaona umejengwa, umeshakwisha. Hii reli yetu, unaona tayari kishamalizia, mama kwa Kambarage, ndio hilo limekwisha. Eh? Sasa kuna matatizo gani mengine na tata, bado anaendelea zaidi mm. angalia watu wanavyojenga wanavyojenga mpaka mpaka nara, eh, mpaka viula huku tumekutana na mji wa kiserikali eh? vitu vyote viko hapa. Kuna kitu gani tunachotaka tena? Kitu tunachotafuta hasa, kila, kitu hasa kila kiko hapa makao makuu ya polisi, makao makuu ya magereza, makao makuu ya jeshi yote yako hapa. Sasa kitu gani tunachotafuta hatua imekuja, ziko nyingi. Sasa hivi watu wanaenda Dar masaa, zamani ilikuwa nakwenda kama masaa kumi na mbili, leo watu wanapanda treni wanarudi kazini. Hii ni maendeleo moja yao, lazima wachague viongozi yao, wana haki. Ni kura ya kwako ni, ni, ni, ni haki yako wewe, ndio unampeleka kiongozi juu, bila wewe hawezi kuwa kiongozi. Haja ipo kubwa sana hmm. na jambo hilo halina mjadala, mama mitano tena hilo jambo halina mjadala, hakuna mbadala wa mama na aloyafanya kwa kweli, anastahili kuweza kuendelea tena kwa miaka mitano mingine. Kitu kikubwa kuweza kutunza amani yetu, mama katika hili amefanya juhudi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na amani, sababu amani ndio msingi wa kila kitu, ili mambo mengine yaweze kuendelea, ukiacha maendeleo ya kawaida ambayo yeye amekuwa ni mwendelezaji mzuri wa yale ambayo ameacha watangulizi wake wote akiwemo rais ambaye alivotoka, Magufuli. Kwa kiasi kubwa yale aliyoacha mama naye ameendeleza. Kwa hiyo ukiacha hivyo, lakini kubwa sana amani, mama amejitahidi sana katika hilo la kuweza kuhakikisha kwamba anatunza amani ili mambo mengine yaweze kwenda vizuri. Mimi nimejiandaa tayari kwa kujiandikisha, nasubiri tu wakati ufike ili niweze kwenda kutiki Dodoma. Hmm. Tunajivunia hospitali ziko zinafanya kazi, kaweka kila sehemu zote, hospitali zinafanya kazi, hata kata Nzuguni kuna hospitali imefunguliwa. Mama kamaliza. Kwa hiyo vitu muhimu mama kamaliza kwetu, na majengo yale, airport ile kamalizia sasa. Airport kubwa. Kwa hiyo tunamuombea tena mitano mingine, tutie tiki ta 29, basi. Asante sana mzee. Haya, huyo ni mzee uh mzee wangu Hasani hapa akizungumzia eh, kipindi hiki ambacho watanzania tuelekea pia katika zoezi za uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 29 mwezi huu huu, ndio ule mwezi wa kumi ambao eh, tumekuwa tukiuzungumza, eh, mara zote tunasema Oktoba. Uh, watu wanasema Oktoba tuna tiki uh, tarehe 29 na vitu kama hivyo. Sasa wakazi wa Dodoma wenyewe wamefunguka hapa na kueleza ni kwa namna gani wanatarajia kushiriki katika zoezi zima la uchaguzi na kuchagua viongozi wanaowataka. Tanzania imepiga hatua kimaendeleo kwa kiwango gani? Eh, hasa katika awamu hii ya sita. Awamu ya sita. Hmm. Maendeleo ni makubwa, kipimo cha awamu hii ya sita akiwa huyu. Ni mama kafanya makubwa, sisi tunavyoona kwenye kampeni.